Leo tunafanya hii kesi ya Mombasa ambayo inajulikana kama kesi ya Shakahola. Tumeendelea vizuri sana, kuna mashahidi washatoa wa ushahidi, tumefikia kadri ya mashahidi 25. Leo tuko katika shahidi wa 25. Hajaweza kumaliza mambo yake, tumempa nafasi mpaka kesho tena arudi aendelee kutoa ushahidi. Kesi imekuwa ikiendeshwa kwa njia nzuri na tunafurahi kile ambacho kinafanyika na idara ya mahakama na pia kiongozi wa mashtaka anajitahidi, anahakikisha watu wake wote wamefika. Kwa sasa hatuna changamoto nyingi za kuhusiana na kesi kiundani. Alafu alipopata shamba Shakahola, alipopata shamba Shakahola, akaamua kuniacha peke yangu, akaamua kubeba vyombo vyote, alibeba matres, akabeba vyombo za kupikia akaenda nazo. Alikuacha peke yako? Aliniacha peke yangu, manake nilikuwa bado niko shule. Okay, so aliweza kuenda Shakahola na nani? Alienda Shakahola na ndugu zangu watatu, ambao ni Elvis Chai, Elina Mopa na Margaret Kadi. Alipoenda alinipigia simu mara ya mwisho, akanivitisha pesa ya chakula mm -hmm. Nikamtumia na yeye akasema sawa, nimeshukuru, na sitawahi kupigia tena simu. Hii ndo simu yangu ya mwisho. Unajua kwa nini alikwambia hataweza kukupigia simu tena? siku anaofahamu kwa nini ameniambia hivi, okay. maanake alisema kuwa simu hazitawahi tumika tena, hawataruhusiwa tena kutumia simu.